Papa Francis amefariki huko Vatican akiwa na umri wa miaka 88. Katika wiki za mwisho za maisha yake, Papa Francis alikumbana na changamoto kubwa ya kiafya, ugonjwa wa homa ya mapafu. Alilazwa hospitali kwa siku nyingi akipata nafuu kidogo tu kwa uwezo wa Mola na msaada wa kimatibabu. Katika Ijumaa Kuu akiwa dhaifu lakini imara kiroho, alijitokeza kwa mara ya mwisho kuwasalimu waumini wa Kanisa Katoliki katika Basilika ya Mtakatifu Petro. Fratelli e sorelle, buona Pasqua. E hatua hii licha ya uchungu, ilidhihirisha moyo wake wa kujitolea hadi dakika ya mwisho. George Mario Bergoglio anayejulikana ulimwenguni kama Papa Francis. Alizaliwa Buenos Aires, Argentina, mwaka 1936. Safari yake ya maisha ilijikita katika huduma ya unyenyekevu, huruma kwa maskini na maono ya ulimwengu wa mshikamano. Alipinga unyanyasaji, alitetea upendo kwa mazingira yetu na hakusita kuomba msamaha kwa makosa ya kihistoria ya kanisa Katoliki. Kifo chake kimetokea siku ya Pasaka, siku yenye alama ya matumaini na ufufuo kwa mjibu wa imani ya Kikristo. Wakati wa maombolezo umejaa huzuni lakini pia shukrani kwa maisha ya huduma ya Papa Francis. Mwili wake utawekwa kwa maonyesho ya heshima huku waumini wa dunia nzima waikusanyika kumwaga kwa miongo mingi bara la afrika limekuwa chanzo cha ukuaji wa kanisa katoliki je sasa ni wakati wa kuwa na papa mweusi mapapa watatu ina wa kiafrika inadaiwa wamewahi kuwepo katika historia ya kanisa katoliki lakini ndoto hii inabakia kuwa suala la matumaini na maombi kwa waumini wengi hii ni kwa sababu kwa sasa hakuna rekodi rasmi inayothibitisha uwepo wa mapapa watatu weusi katika historia ya kanisa katoliki hata hivyo kuna mjadala kuhusu papa miltiades aliyeongoza kati ya Mwaka 311 hadi 314 ambaye alizaliwa Afrika Kaskazini na mara nyingine huonekana kama mmoja wa mapapa wenye asili ya Kiafrika. Safari ya Papa Francis ni ushuhuda wa upendo, imani na matumaini ya maisha ya milele. Tunapokumbuka maisha yake tunajiandaa kwa enzi mpya, enzi ya imani na mshikamano na huenda historia mpya ya Kanisa Katoliki. Mimi ni Lolani Kalu.